Na uzalishaji mnaofanya kwa halmashauri yetu, nimeamua kuwachangia hii bajaji. Bajaji ni mpya, nimetoa kwa chama cha wasafirishaji wa bajaji wilaya aya halmashauri ya mji wa Mafinga, na kadi itasomeka hivyo, na naomba hii mali isiwatawanye, bali iwaunganishe. Mimi naamini kwamba kama ni ng'ombe, huyu ni jike, atazaa watoto wengine wengi kama mnatoa ajira, kama kuna watu ambao kwenye chama chetu hawajapewa, hawana kazi ya kufanya, basi wapatieni wao ndio waendeshe, kwa sababu tunawajua, tupate chombo, kitunzwe vizuri, tuzalishe vizuri, ili kesho tuweze kuwa bajaji nyingine. Katika kipindi cha miaka mitano ambacho mimi nitakuwa mbunge wetu, kama tukitunza vizuri, unaweze kukuta tuna bajaji tano, tutakuwa tumefanya jambo la msingi kama chama.